Watu wa Tabora, watu wa Tabora, mkoa wenu wa tabora una kilometa za mraba elfu sabini na sita mia tisa Ukichukua nchi ya Rwanda, ina kilometa za mraba elfu ishirini na sita Mkoa wa Tabora ni mkoa wenye misitu mninga, mkongo, mbao zote ngumu, hardwood, inatoka Dodoma, Tabora. Kwa nini leo nchi hii inaagiza fenicha kutoka nje ya nchi kwa mabilioni ya fedha, wakati mbao zinatoka hapa zinakwenda kutengeneza fenicha zinarudi hapa. Tungekuwa na viongozi wenye uwezo, leo nchi hii tungetengeneza viwanda vya mbao kwa kutumia misitu yetu, kwa kutumia mbao zetu, tukabadilisha uchumi wa watu wetu. Kwa nini wetu hawana ajira? Kwa nini sisi ni maskini, wakati vijana hamna kazi ya kufanya? Mbao magogo yanatoka hapa yanakwenda Ulaya, sisi tunabaki maskini, yanakwenda China tunarudishiwa hapa vitanda vilivyotengenezwa, tunarudishiwa vitu vilivyotengenezwa. Nyiye mgepewa ujuzi mkapewa mitaji Dodoma, Tabora hii Tabora ingakuwa ni eneo kubwa la viwanda vya furniture. Furniture zinatoka hapa za mkongo, furniture zinatoka za mninga zinakwenda Ulaya, zinawaletea hapa fedha. Wewe ukiajiriwa kwenye kiwanda cha mbao ukilipwa mshahara utataka kujenga, utamwajiri huyu fundi. Huyu fundi akikujengea aki nyumba, akipata pesa, atanua mboga kwa mama anayeuza mboga yule mama ataagiza bodaboda amletee mboga nyingine, bodaboda atanua mafuta kwenye sheri ya mtu mwenye mafuta yule, mwenye sheri ataajiri mlinzi, pesa itazunguka miongoni mwetu. Leo mbao zinatoka hapa zinakwenda kutengeneza ajira China, niye hamna ajira, naambiwa ajira ni tatizo la kidunia. Tuna shida ya uongozi, na lazima tuungane mkono tuibadilishe, tutengeneze ajira kwa ajili yenu muishi vizuri kwenye nchi wachimbo na Wachina, wakati ripoti ya CAG uh -huh. inaonyesha kwamba kwa mwaka jana peke yake tumepata matumizi yasiyokuwa na tija serikalini ya bilioni 571. Tungepewa nyie nyie, mnaoendesha bodaboda na kufanya betting, mungepewa mngepewa eneo la kuchimba dhahabu, mkapewa mitaji, mngeingie kwenye mashimbo, ukitoa dhahabu tungeunda vikundi vya vijana mia moja mia moja, tukawapa maeneo yenye dhahabu, tukawapa mitaji. Hizi fedha zinazochezewa ambazo ripoti ya CAG inaonyesha zinapelekwa sii kwenye goli la mama, si kiduku cha nini, sijui waigizo, vitu vya ajabu, mkapewa nyie kama mitaji, mkapewa kasha, mkapewa baruti, mkapewa, mkaingia kwenye mashimo, mkitoa dhahabu, wewe mkiwa na kikundi Ukipata milioni mia moja utanunua roli, utamwajiri huyu, utajenga nyumba, utamwajiri huyu, utanunua simenti kwa mtu hapa, huyu mtu atalipa kodi serikalini, serikali itapata mapato zaidi, itaajiri waalimu na askari wengi zaidi, kila mtu atapata pesa. Leo tunaporuhusu wa China ndio wachimbe migodi yetu, maana yake tunaruhusu utajiri wetu uchukuliwe hapa, Wachina wakajitajirishe, wakati vijana wetu hamna kazi ya kufanya. kazi ndio tunaifanya. Ndio maana tunawindwa, ndio maana tunashambuliwa, ndio maana Lissu yuko ndani. Hana kosa alilofanya, sisi tumekataa kupiga magoti ana. Ndio maana tumekuja kwenu. Maeneo mengine yote wamesema, wameunga mkono chama chetu kuhusu operesheni ya no reforms, no, election. Hiyo tabora mnasemaje? Hiyo tabora mnasemaje?